Ni tarehe kumi na nane ya mwezi wa tatu kutoka hapa katika ukumbi wa Mwalimu Julius Nyerere, leo ikiwa ni siku kubwa sana na ya kihistoria kwa chuo cha Veta kwenda kuadhimisha miaka 30 toka kuanzishwa kwake na miaka hamsini ya mfumo wa kitaifa na kitaasisi ya utoaji elimu na mafunzo ya ufundi stadi na maadhimisho haya yameanza rasmi leo tarehe 18 ambapo yatakwenda kuhitimishwa tarehe 21 siku ya Ijumaa. Rasmi katika maadhimisho haya a, ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasimu Majaliwa Kasimu, ambapo ameandamana na waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolfu Mkenda, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia profesa Adolfu Mkenda, ambapo kwa pamoja pamoja na viongozi wengine wamefika kwanza kwanza kutembelea mabanda uh kuweza kujionea kazi ambazo zinafanywa na wanafunzi ambao wanasoma katika chuo hiki cha VETA. Ni chuo ambacho kimeweza kuzingatia watu wenye mahitaji maalum, na tuko naye kijana ambaye a, yeye ni mchoraji na msanifu wa majengo, na moja kati ya banda ambalo Waziri Mkuu ameweza kuli tembelea ni banda la kijana huyu akajionea kazi ambayo anaifanya, lakini pia ameweza kutembelea mabanda mengine, ambapo ameweza pia kuona yale ambayo yanafanywa kutoka katika chuo hiki cha VETA. Karibu fuatilia yale ambayo yanaendelea hapa katika ukumbi huu wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere, kuanzia leo hii tarehe kumi na nane tutaendelea kwen... tuta kukuletea ma maadhimisho haya mpaka tarehe ishirini na moja. Mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa Kassim wakiwa wamewasili hapa katika maadhimisho haya ya miaka thelathini ya uwepo wa chuo cha VETA hapa nchini, ametembelea moja ya banda hapa kujionea yale ambayo wanafunzi kutoka vyuo vya VETA wanaoyapata kutoka chuo hiki.

tatu una mechanical engineering ambayo ndizi afuna upepo ta natumia upepo au pneumatic system ta mtamopa unatumia kompyuta hizi industrial computers mta unafatningine ambao niznne. Kwa hiyo mwanafunzi anapokuja kujifunza anajifunza kufanya program.

Hiki kiwanda tu tuma tum, kiasembo sisi na wanafunzi wetu mmoja kati moja kati ya wanafunzi ni yule hapo, baada ya kupata mafunzo. Kwa hiyo ameweza kufanya programming, na kama unavyoona mbele yako anavyofanya kazi programming ambayo ameiandika mwanafunzi wetu na modeli ya kiwanda. Uh, karibu Mheshimiwa mgeni rasmi. Wasefuku kwa majina, anaitwa Mfungo Sebastian Changara, uh, ni mhitimu katika mafunzo ya mechatronics. Mimi ni mwanafunzi ambaye nimehitimu mafunzo ya mechatronics ambaye kabla ya kusoma mafunzo hayo nilisoma isoma electrical kwa baada ya kumaliza hapo nimeingia katika mafunzo ya mechatronics nikitarajia kwamba nitasoma kwa umeme, lakini badala yake laki, katika nikakuta katika fani hii nikajikuta nimeweza kujua namna mekaniki wanaofanya kazi, lakini pia nikajua namna ICT inafanya kazi katika kuprogram PLC zetu hapo mbele ambazo zinatumika kuendesha hizi mashine. Nimepata fursa ya kuajiriwa kwa ndani, sio kama nitakuwa na ujuzi wa kuendesha tu mitambo ya umeme pekee yake, bali nitakuwa na uwezo hata kuendesha namna PLC unamna kuprogram, labda PLC zimecollapse na uwezo wa kusitakoshuti, hata masuala ya mechanical pia taweza kurekebisha, na upande wa automatic pia hiyo hiyo. Mbele yetu hapa ni safu ya kiwanda cha uzalishaji wa gesi au maji. Hii station ya kwanza inafanya uzalishaji labda chupa ikiwa tayari ni au maji. Katika station ya pili kuna hii sensor ambayo itapima aaaytyapii uu mwisho kwa ajili ya kupewa level au expand

Wakati unaliangalia jengo ukiwa mbali kule, unakuona kwenye pointi ya mwisho, mwanzo wapo utaliona ni kubwa, lakini pointi ya mwisho tunaendelea kupungua

asante sana braman Mweshimiwa kasim Manjaliwamanjaliwa mbunge waziri mkuu wa jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mjini rasmi katika tukio letu hili adhimu la leo la kongamano la maadhimisho miaka 3 ya VETA, karibu sana katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere, mahali ambapo kongamano hili na maonyesho ya eh, kitaifa nipo anapofanyika na mara baada ya kuwa wasili kwa shughuli rasmi, inaomba tutoe heshima kwa wimbo wa taifa, pamoja na wimbo wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Twende rasmi, ndio mtongozi uh.